Walikuwa ni watu waliokuwa sio tu na sifa, lakini walikuwa ni watu waliokuwa wa na uwezo wa mali na hali, na ndio sababu wakalete dhahabu na, na wakampa kama zawadi huyu mtoto. Zawadi zetu sisi tunazolete kwa Mungu ni zawadi za aina gani? Krismasi labda Imekuwa wakati mwingi sasa, ni wakati wa kupeana zawadi kwa wengine, wanapeana zawadi. Tumepeana zawadi za aina gani katika Christmas? Mungu ametupa zawadi iliyo kubwa zaidi. Ametupa zawadi ya yaaga. The best gift that God can ever give is the gift of his son, na ametupa zawadi hii iwe ya faida kwetu sisi. Ishara hiyo iliyoonyeshwa na hawa mamajusi walipoleta zawadi zao kwa huyu aliyezalia, hawa mamajusi waliambiwa wasirudi kwa Herodi, kumaanisha waliamuriwa kubadilisha njia zao hawakurudi vile ambavyo walikuja. The power of encounter. Encounter when you encounter Christ, you don't remain the same. Hese hawa walikuja na wakamwona Kristu na hawakurudi jinsi ambavyo walikuja, walirudi. Walikuja wakiwa na hofu, walikuja wakiwa labda na wasiwasi, walikuja wajui lakini wameondoka wakiwa wamejazwa na furaha. Wameondoka wakiwa wamejua na wameona na no, wamepata hakika kwamba kweli amezaliwa Mwokozi. This Christmas sisi ambao tulikuja na kumwona Kristo aliyezaliwa, sisi tuliokuja na kupata habari za ujumbe wake ambaye amezaliwa Alitubadilisha oo no? Alitusaidia kupiga hatua mpya katika maisha yetu. Alitusaidia kuangalia njia zetu za zamani na kufanya maamuzi ya kufuata njia zingine ambazo ni njia mpya zitakazotuelekeza sisi kwenye utukufu wake. Hawa mamajusi wamekuwa ishara kwetu ya kubadilisha njia zetu ya kubadilisha mwenendo wetu, ya kubadilisha maisha yetu. Kila mwaka mpya tunapofika, tunafanya maamuzi, maamuzi ya maisha yetu, maamuzi ya yale mambo ambayo labda tumeyafanya na sasa tunaona kwamba labda hayakuongeza faida yoyote katika maisha yetu, na sasa tunataka kubadili. Ni mambo yapi ambayo wewe unataka ni njia gani hiyo? Wewe ulikuwa unaipitia na kuifuata, na sasa umeona kwamba utabadilisha njia hiyo, utabadilisha maisha hayo. Lazima kila mmoja wetu ana jambo ambalo anaweza kubadilisha katika maisha. Ishara hiyo ya hawa mamajusi walipoambiwa, ubadilishe njia yenu, musifuate njia ya Heroda Wangerudi kwa Herode, nini kingefanyika? Wangerudi kwa Herode, Herode angemuua huyu mtoto. Wangerudi kwa njia hiyo, pangekuwa na madhara, kwa sababu Herode alikuwa ame sense kwamba kuna tishio katika ufalme wake, na huyo kama amezaliwa ndiye yule mfalme ambaye ametabiriwa, basi Herode alijua kwamba kiti chake hiyo ndiyo sababu malaika walimwambia usirudi katika njia. Na njia nyingi ambazo tunarudi ndizo njia ambazo zinatuangamisha. Si hata tunasema tu kwamba ile tabia tunarudia njia ambayo inatuumiza. We need to make that change na kurudi kwa njia tofauti ni kufanya mabauta, ni kubadilisha mwenendo, ni kubadilisha hali, ni kubadilisha njia. Mwisho hawa Mamajusi wamekuja na wanadhihirisha kwamba aliyezaliwa sio tu kwa taifa la Israeli, amezaliwa kwa mataifa yote Hawa wametoka mashariki. Hawa sio Wayahudi, na sasa wamekuja kwa taifa la Wayahudi kumwona huyo aliye mfalme. Hawakusema kule kwamba huyo ni mfalme wa Wayahudi, lakini wametoka ili kuja kumshuhudia yule ambaye amezaliwa. Dhihirisho kwamba amezaliwa kwa mataifa yote walio Wayahudi na wasio wa Yahudi na hiyo ndiyo ikifanyia tunaye tunayosherehekea kwamba huyu amedhihirishwa kwa mataifa yote, huyu ni wafaida kwa mataifa yote, huyu ndiye Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu. Tuombe basi, ndugu ni na dada zangu. Kristo, ambaye amefunuliwa kwetu, kweli akaweza kulete mwanga huo mpya katika maisha yetu ili katika safari yetu ya imani tutembee pamoja naye, ili safari hii ya imani tumusikize yeye ambaye Mungu ametupa kama zawadi, ili aendelee kuimarisha na kutia nguvu njia yetu na safari yetu ya imani ili na sisi hatimaye tukaweza kufuata nyota yake Kristo, na atufikishe sisi kwa Mungu Baba jea katika maisha yetu ya imani huyu ndiye Kristo ambaye amekuja, sasa atuangazie sisi, tumfuate, atufikishe kwa aa. Tumsifu Yesu Kristo.